Katika kila ufalme wa kifalme kuna hadithi ambazo haziwezi kusimuliwa kwa sauti ya kawaida, lakini leo utashuhudia usaliti mkubwa kuliko yote. Damu ilimwagika, ndugu wakageuka maadui, na mmoja alibaki na hasira ya kulipiza kisasi. Karibu kwenye simulizi ya usaliti wa kifalme. Katika milima ya Arendali, historia ya kifalme iliandikwa kwa wino wa damu. Familia moja ya kifalme iliyoaminika kwa vizazi vingi, lakini pale tamaa inapozidi damu Usaliti huzaliwa. Wakati kaka anageuka kuwa adui na damu ya kifalme inapojaribiwa, giza la usaliti linazidi kusonga mbele. Usiku wa manane, anga lilikuwa kini ya kupita kawaida. Mvua nyepesi ilikuwa inanyesha, ikipiga dirisha kubwa la kasri la kifalme la Harindai. Umeme ulipiga mara chache, ukimulika bendera kubwa ya kifalme inayong'ang'ania juu ya mnara mrefu wa mawe ya kunaa. Ndani ya kasri hilo Kulikuwa na watu waliolala kwa usingizi mzito lakini wengine walikuwa macho wakipanga maangamizi ya utawala uliodumu kwa vizazi vitano. Mfalme Arthurion alisimama dirishani akiangalia mvua ikiendelea kumwagika. Uso wake ulikuwa umechoka, macho ya yamejaa mawazo na hofu ya mambo yasiyoelezeka. Alikuwa amevua taji lake, akishika kikombe cha divai mikononi mwake. Hakujua kuwa usiku huo ndio ungekuwa mwisho wa enzi yake. Chini ya kasri kwenye pango la siri lililofichwa na mizizi ya miti mikubwa, kundi la watu wachache waliokuwa na mavazi meusi walikuwa wanapanga njama ya kumwangusha mfalme. Walikuwa wakiongozwa na mtu ambaye hakutarajiwa, kaka wa mfalme, Lord Varon. Varon aliwahi kuwapa utii kwa kaka yake, lakini tamaa ya utawala ilikuwa imemlewesha. Alijua kwamba damu ya kifalme ilikuwa na nguvu ya kipekee, na endapo angeweza kuchukua kiti cha enzi, angeweza kumiliki nguvu ya mababu yao waliotawala kwa uchawi na mamlaka yasiyo na mipaka. Usiku wa leo historia itaandikwa upya, alizungumza kwa sauti ya kunong'ona huku akiwaangalia wa washirika wake wa karibu. Tutapindua damu yake na kuichukua enzi hii kwa haki yetu. Katika kasri hilo hilo, binti wa mfalme Princess Elira alikuwa akisoma barua iliyomshtua. Ilikuwa barua iliyotumwa kwa siri na mmoja wa walinzi waaminifu wa, wa kifalme aliyejua mpango mzima wa Lord Faro. Elira alishtuka, moyo wake ukawa mzito. Alijua kuwa baba yake yuko hatarini na muda haukuwa upande wao. Bila kupoteza muda alivaa mavazi mepesi ya mapambano na kuchukua upanga wa kifamilia uliokuwa umetunzwa kwa karne nyingi. Alimkimbilia baba yake kwa haraka. Baba, kuna hila za usiku huu, Faron anakusaliti. Mfalme Alserion alitulia kwa sekunde chache, kisha akavuta pumzi ndefu. Nilihisi mwanangu, lakini sasa tumechelewa. Njia pekee ni kupigania haki yetu. Wakati huo huo, Faron na wanajeshi wake waasi walikuwa wameshafika kwenye lango la ndani la kasri kwa msaada wa walinzi waliomadamu falme walifanikiwa kuingia bila mapambano makali. Kasri lilikuwa kimya kama lililokubali hatima yake. Elira na baba yake walifika kwenye ukumbi mkuu. Walinzi waliobaki waaminifu walijiandaa kwa vita. Mlango mkubwa ulifunguliwa kwa kishindo, Baron akaingia akiwa amevaa mavazi meusi yenye herufi za kifalme zilizoandikwa kwa damu. ndugu yangu mpendwa, Baron alisema kwa sauti ya kijeni. Siku uliokuwa ukiikwepa kwa miaka mingi hatimaye imefika. Abaddon alimtazama baba yake kwa macho ya huzuni Baba, uliniokoa lakini taifa letu limekufa. Mfalme Alserion alimkumbatia mwanaye huku machozi yakimtiririka. Mwana wangu, damu yetu imebaki, tutaanza upya. Kwa damu hii tutaandika historia mpya. Asubuhi ilipochomoza milima ya Arindale ilitazama kasri lililojaa moshi, lakini pia likiwa na matumaini mapya. Enzi mpya ilikuwa inaanza, enzi ya damu iliyosafishwa na mateso, lakini yenye hekima mpya. Na hivyo ndivyo damu ya kifalme ilivyomwagika. Usaliti ulizaa moto, lakini hata kwenye giza zito la tamaa bado kuna mwangaza wa matumaini. Je, enzi mpya ya Arindale itasalia kuwa ya amani au kivuli cha usaliti itaendelea kufuata kizazi kingine? Usiku wa mvua uliendelea kutawala anga la Haridari, huu wa radi kushindana na milio ya miguu ya wapanda farasi waliokuwa wakimtafuta binti wa kifalme lakini katikati ya msitu wenye uhai wa giza Elira aliendelea kukimbia, macho yake yakiwa mekundu kwa machozi na hasira iliyochanganyika na maumivu. Katika maisha yake yote hakuwahi kufikiri kuwa damu yake mwenyewe iliyowasaliti, ndugu aliyemwamini zaidi sasa alikuwa adui wa enzi. Gafla farasi mweusi alijitokeza kutoka gizani. Jemedari mzee aliyevaa joo la kahawia alisimama mbele yake. Alikuwa ni Sarmaric, mshauri wa zamani wa mfalme, aliyefukuzwa na Varon baada ya mapinduzi. Elira, na kujua tangu ukiwa mchanga unahitaji msaada wangu. Sauti yake ilikuwa nzito lakini ya faraja. Elira alishindwa kuzuia machozi. Alric, baba yangu yuko wapi? Kailen waliuawa? Sir Alric alinyamaza kwa muda akimtazama kwa huzuni. Kailen hajafa, amefungwa kwenye pango la siri lililo chini ya kasri. Varon anataka kumchinja hadharani ili kuthibitisha mamlaka yake Macho ya Elira yalijaa moto wa kisasi. Nitamuokoa na nitamwangusha Varon mbele ya macho ya watu wetu. neno paiosiric alimtazama msichana huyo aliyekuwa sasa mwanamke mwenye nguvu za ajabu ndani yake. Tutahitaji washirika, Varon amewanunua wengi kwa dhahabu, lakini bado wapo wachache waaminifu. Wakati huo huo, ndani ya kasri la Arindele, Varon alitembea kwenye kiti cha enzi huku akicheka kwa sauti ya kibehi kundi la wachawi wa giza lilikuwa pembeni yake wakimwimbia nyimbo za uchawi wa damu, muda mfupi tu kabla ya kutoa enzi rasmi. Alitamani kuliondoa jina la familia yake na kuanzisha utawala mpya wa hofu. Kesho, alinguruma, nitamwaga damu ya kaka yangu mbele ya umati, na Elira, popote alipo, nitampata. Lakini kilichomshinda Varon ni kwamba usiku huo huo kwenye mji wa chini, vikundi vya waasi walianza kupigana baruopa wa msada aliongoza mkutano wa siri kwenye handaki la kale lililojengwa enzi za mababu. Elira atasimama mbele yenu leo, Malrik alisema. Sisi ndiyo tumaini la Arindale. Elira alisimama, macho yake yaking'aa kwa mwanga wa miengi. Ndugu zangu wa Arendele, sitasimama kama binti wa kifalme pekee, bali kama sauti ya walioonewa. Tumechoshwa na hofu ya giza. Tumechoshwa na damu kumwagika mikononi mwa watu wetu. Leo tunaanza vita ya haki. Ule usiku wa giza ulibadilika kuwa mwanga wa matumaini. Washirika walikusanyika: askari wa zamani, wakulima wenye hasira na wachawi waliokataa ushawishi wa giza walijipanga kwa siri wak Panga la Baron halijashuka, milio ya tarumbeta ilisikika. Milango mikubwa ya kasri ilivunjwa na majeshi ya Elira na Maurik. Baron, sauti ya Elira iligonga hewa kama radi. Siku yako imewadia. Baron aligeuka kwa mshangao. Huwezi kushinda, dada yangu. Lakini kabla hajamaliza sentensi, mchawi mkuu wa waasi, Arwin, alirusha mwali wa moto wa blue uliompiga Baron. Mapambano makali yalianza. Mapigano ya upanga kwa upanga, mishale na Vikapiga kelele hewani. Wachawi wa pande zote walirushiana mioto ya giza na mwanga. Muda wote huo, Elira alisogea kwa kasi kumfikia kaka yake aliyekuwa akizidi kupoteza nguvu. Kaelen aliachiliwa haraka kutoka minyororo na kumkumbatia dada yake. Tumekuwa tukisubiri hii siku, alisema kwa sauti dhaifu, machozi yakimtoka. Samahani dada, nilitaka tu kuwa mfalme, aliongea kwa taabu kabla ya roho yake kuondoka. Ukumbi mzima ulitulia. Washirika wa Elira walishangilia, wengine wakilia kwa furaha. Elira alisimama juu ya maiti ya kaka yake, machozi yakimtiririka. Hakuna ushindi mkubwa katika vita ya damu, alisema kwa sauti ya huzuni, lakini leo haki imeshinda. Samaruweka alikaribia na kuweka mkono kwenye bega lake. Sasa ni zamu yako kuongoza Harindal kwa hekima na huruma. Elira alitazama umati wa watu waliomzunguka, uso wake ukibeba mchanganyiko wa huzuni na matumaini. Kwa mara ya kwanza jua liliangaza Arindeli sikuiza. Katika ardhi ya magharibi, Malkia Sibele wa falme ya Dreven aliketi kwenye kiti chake cha fedha. Habari za kifo cha Varon zilimfikia, na ndani yake tamaa ya kupanua miliki yake Arindele amani ya kweli mjengwa kwa familia iliyo moja. Elira alisoma kwa makini akitambua hila ya Malkia Sibele. Haileni alimtazama kwa wasiwasi, hii ni mtego, wanataka kuona udhaifu wetu. Sir Malrick aliongeza kwa sauti yake ya hekima, lakini tukikataa mwaliko huu wa kidiplomasia watatumia kama sababu ya vita ya haki ya warithi. Baada ya usiku mzima wa mashauriano, Elira alikubali kwenda Dreven, lakini kwa tahadhari kali. safari ya kuvuka milima ilianza. Arturik, Kaelen na wachache wa maaskari waaminifu walimsindikiza. Draven ilikuwa tofauti kabisa na Arindele: majumba ya chuma, bendera nyeusi na fedha na jeshi kubwa la farasi weusi lililojipanga kwa mazoezi. Ndani ya ukumbi mkubwa wa mawe ya barafu, Saibela aliwapokea kwa tabasamu la hilo. Karibu binamu yangu, hatimaye damu ya kifalme imekutana tena, alisema huku akiibusu mkono wa Elira kwa heshima ya kiasili. Mazungumzo ya heshima yaliendelea kwa siku kadhaa, lakini usiku majadiliano ya siri yalifanyika kwenye kuta za Sibele. alimkaribia Kaelen akiwa peke yao. Prince Kaelen, wewe ndiye mrithi halisi wa kiti, dada yako anafanya makosa ya kisiasa. Jiunge nami na nitakufanya mfalme wa Arindele na Draven kwa pamoja. Kaelen alishtuka kwa maneno hayo, lakini alidhibiti uso wake usionyeshe. Akamjibu kwa busara, ufalme haujengwi kwa hila, bali kwa haki ya watu wake. Sibele alitabasamu kwa upole lakini macho yake yalionyesha tamaa ya hatari. Fikiria, siku moja nitahitaji jibu lako. Usiku wa mwisho wa ziara hiyo, Elira ilipigwa na ndoto za kutisha. Alimwona Baron akilia damu sema, utaamini nani sasa? Muda mfupi kabla ya kurudi Arindele, safara wao ulivamiwa na kikosi cha siri cha Draven. Ilikuwa ila ya mwisho ya Saibele kuwamaliza kabla ya kurudi kwao. Mapigano makali yalianza katikati ya makurumuko ya upanga wa Kaelen ulitoa radi yake ya mwisho, huku Malrik akiongoza askari kupambana kwa ujasiri, lakini walishambuliwa kwa idadi kubwa. Kwa busara ya haraka, Elira aliamuru maporomoko kuvunjwa, kwa miamba kubwa zilianguka na kuziba njia ya adui. Walifanikiwa kutoroka kwa majeraha, lakini sasa vita ilikuwa imeanza rasmi. Habari za shambulio hilo zilienea kwa kasi, majeshi ya Draven yakaanza kusonga mashariki, na Arindele ilianza kujiandaa kwa vita vikubwa zaidi kuwahi kutokea katika mji wa Kaleo mkakati mkubwa wa vita ulianzishwa. Kalen alisimamia mafunzo ya askari wake. Elira alijifunza uchawi wa kale wa kifalme kutoka kwa wachawi waaminifu wa familia yao. Marick alitafuta washirika wa, wa kimataifa. Siku ya mashambulizi ilifika, jeshi la Draven likiwa na maelfu ya farasi wa vita walifika kwenye nyanda za wazi za Arinda. Taa za moto ziliwaka kote usiku kucha. Elira alisimama juu ya mnara wa vita akiwa na mavazi ya dhahabu na nyekundu panga wa kale wa familia mkononi, Kaelen akiwa pembeni yake, macho yakiwa makali kama tai. Kwa ajili ya damu ya baba yetu, kwa haki ya watu wetu, hatuwezi kuruhusu giza kushinda tena, alisema kwa sauti nzito inayopenya mioyo ya wanajeshi wote. Mapambano makubwa yalilipuka alfajiri. Farasi walikimbia kama mawimbi ya bahari, mishale ikaruka anga nzima kama mvua ya kifo. Wachawi walirusha mioto ya buluu na radi za dhu. Kaelen aliongoza jeshi kwa ujasiri wa ajabu akikata maadui mbele ya macho ya Elira. Malric, licha ya uzee wake, alipigana kwa uhodari wa miaka mingi. Katika kiini cha vita, Malkia Saibele aliingia uwanjani akiwa na silaha za giza za kali. Uchawi wake ulikuwa wa ajabu, alisababisha mawimbi ya ardhi kutikisika askari wa Arindale chini. Lakini Elira hakutikisika, alikumbuka maneno ya baba yake nguvu ya kifalme iko moyoni, si kwenye uchawi pekee. Kwa kutumia uchawi safi wa kifalme wa mababu Elira aliruka kupitia hewa ya vita, akapambana na Saibele uso kwa uso. Mapigano ya upanga na uchawi vilitikisa ardhi. damu yetu ni moja, Sibele alipiga kelele, lakini moyo wetu ni tofauti, Elira alijibu kwa kishindo. Kwa pigo la mwisho la uchawi wa nuru, Elira alimsukuma Saibele chini ya mwamba mkubwa wa vita. Mwamba ulipolipuka Giza la Saibele lilifutika. Jeshi la Droven, lililojionea kiongozi wao akiangushwa, lilikimbia kwa hofu. Miluzi ya ushindi ilisikika kote. Baada ya vita hiyo kuu, Elira alisimama mbele ya watu wake, amani haimaanishi udhaifu. Leo tumejifunza haki hujengwa kwa ujasiri, mshikamano na upendo wa kweli kwa watu. Watu walimshangilia kwa sauti kubwa, na jua lilichomoza pia juu ya Arindele. Lakini katikati ya shangwe hizo Marua pia wa Nino Sirik alikuja kwa haraka na kuhema, Balkia, kuna kitu kinakuja kutoka mashariki, nguvu mpya kubwa zaidi kuliko tulivyowahi kuona. Elira alimtazama kwa macho ya kupambana, akiwa tayari kwa chochote kitakacho. Hii ilikuwa tu mwanzo wa vita. Mwezi mzima baada ya ushindi Naam, karibu katika mwendelezo wa simulizi ya usaliti wa kifalme, na hii ni sehemu ya tatu na mwisho. Kama ni mara ya kwanza, subscribe channel yetu ili usipitwe na simulizi kale. Katika korongo la kale la Mogra, wachawi ...ongo maloni wada macho yake yaking'aa rangi ya, ya kahawia nyeusi. Vita za enzi za kifalme zimepita muda wake. Sasa tuna ita la dhahabu linalong'aa kama jua. Alisimama mbele ya watu wake, Kaelen akiwa pembeni. Hiyo ya tarumbeta ilianza, jeshi la Galdoron lilisonga mbele, sauti za pepo zikilia kwa kutisha. Wachawi wa Arindale walirusha miwani ya nuru anga likiwa na mvutano wa nguvu za uchawi usioelezeka. Galduron alitokea juu ya miamba akiwa amebeba fimbo ya kale ya damu. Elira, wewe ni tone tu la mwanga kwenye bahari ya giza lamu. Lakini kabla hajarusha mawimbi ya giza, Kaelen aliruka mbele kwa kasi isiyotarajiwa, akipiga mbio kupitia mioto ya giza na kumvamia Galduron kwa pigo la kwanza. Vita ya ka au ya uso wa uso liianza kati yao waudabuo huo, eko wakubwa walivamia jeshi Malrik, licha ya uzee wake, alipigana kwa nguvu za ajabu akiambanga la kale la familia. Elira alikusanya nguvu zake zote akatoa mwanga mkali wa mzani wa mwanga uliowaka kama jua katikati ya giza. Pepo wengi waliteketea mara moja. Nguvu za kale zilianza kusambaratika katika dakika za mwisho.